Toka kaunti namba 32 tuelekee kaunti nambari 10 ambapo maofisa wa kliniki huko Marsabit wamelalamikia maisha yao kuwa magumu kazini baada ya kukosa mishahara, kukosa bima ya afya na ahadi zisizotekelezwa. Katika mateso hayo wamedhihirika wazi walipoelezea masaibu yao kwenye kikao na wanahabari wakati mgomo wao ulioingia wiki ya nne. <muchasana> Katika hospitali ya rufaa ya Marsabit kimya kinatawala, si kwa sababu wagonjwa hawateseki, bali kwa sababu wale waliotwikwa jukumu la kuwatibu na kuwaponya wanajikuta wakiwa wenye wamedhoofika na kutosikizwa. <mulia> Mwenyekiti wa tawi la maafisa wa kliniki Marsabit, Abdishukir Adan, alielezea kusikitishwa kwao na hatua ya kaunti ya Marsabit kutotimiza makubaliano yao ya hapo awali. Kulingana na Adan, pia michango yao ya kisheria haijatekelezwa kwa zaidi ya miezi ishirini na pia hawana bima ya afya, hali ambayo imeathiri huduma za afya katika vituo vyote vya kwenye kaunti hii kavu na pana. Hata hivyo, wanasisitiza kuwa muungano wao hauamini tena ombi la mwajiri wao wa makubaliano ya kurejea kazini, kwani hawana imani nao tena The issue is they want us to say... Mweka hazina wa COKU Marsabit Shukiri Ibrahim alisimulia jinsi mmoja wao alivyotatizwa na ugonjwa wa saratani katika hospitali ya rufaa ya Garissa. Cover. Cover of... Mfanyakazi mwingine wa kliniki katika subkaunti ya Leisamis anaugua kifua kikuu lakini hawezi kumudu gharama za matibabu. Madaktari sasa wanaomba gavana wa kaunti ya Marsabit, Mohammed Ali kuingilia kati kabla mfumo wa afya wa kaunti hiyo haujaanguka kabisa. Nikiripotia runinga ya Citizen jina langu ni Nelta Juma.